Tuanze kuandaa vijana wetu Amina. tusiwe na mtu huku ndani, umemlea kutoka adventures, amekuja PFC, amekuja aui, amekuja kuwa mwanaasa, anakuja kuwa Gen Z wa mtaani. Tunataka sasa awe ni Gen Z ambaye anajua thamani ya Mungu, anajua thamani ya kanisa na ya, anayaishi maisha ambayo ni mfano wa Mungu, lakini tuna makundi, kanisa liko kwenye jamii kwa sababu huko mliko wengine mmepanga kwenye nyumba za watu ambao si Wasabato. Mnashirikiana katika shughuli zenu bila kujaliana imani za kidini. Lazima tuweze kuwa mashuhuda na mabalozi wazuri kwanza wa kanisa, pili wa Ukristo wako, tatu wa taifa lako. Nadhani watu wengi wamemfahamu Pastor Mbaga kwa sababu ya kumfuata kwenye mitandao. Sasa sisi huko ndani, kwani kule mitandao yetu tunasoma nini? Kule mitandaoni tunaangalia klipu gani sisi wenyewe? Kama kanisa kule mitandao tunataka tuwalishe watu nini? Si post hata lesoni tu, we post hata lesoni, wataanza kulaiki wawili, kesho watalaiki mia moja, lakini watapata neno amen. Post hata kitabu cha afya nzuri kinachoelezea jinsi gani utumie, lakini tukiweka hiyo vacuum, watu wetu wanaanza kusoma vitu ambavyo vinawaingiza kwenye shida ya kufikiria. Huu ni mkoa ambao tunazalisha. Huu ni mkoa ambao watu wanafanya shughuli zao za kiuchumi. Kwa hiyo, watu wafanye shughuli zao za kiuchumi, wafanye shughuli zao za biashara. Amina. Fanye shughuli zao za biashara. Lakini hatuna mtu ambaye anaweza kaja kwenye mkoa hapa asiwe na mwenyeji. Akaja kwenye mkoa akamwambia kwamba pale kuna shule ya kanisa kachome, lazima na mwenyeji. Si ndio? Ndio. Sasa huko mnakokaa mkiona hali ambayo kusema nadhani mazingira haya sio salama, hata kwa kuhisi, shirikisha watu wa serikali kwamba nadhani hili jambo sio zuri, tukapata madhara ya mtaa mzima. Mkoa wetu una watu wema sana sana, mkoa wa Njombe una watu wazuri sana, watu wazuri ambao wanajitambua na, na wanapenda kufanya shughuli zao za kiuchumi. Kwa kama kuna watu wakiingia hapa kwa ajili ya kuleta ushabiki wa kuharibu image ya mkoa, tushirikiane kwa baini ili tuwakabidhi mahala ambapo panahusika, taratibu za kisheria tuweze kuendelea. Na kila mmoja anazungumza kwa matatizo matatizo matatizo, azungumzie ile tofauti na miaka yote. Sasa katika mazingira hayo, tunaona ya kwamba kweli kuna umuhimu kabisa wa kuwa na amani na matokeo ya amani. Tunaenda mashambani, tunaenda kufungua biashara, tunaenda kanisani, tunafanya miradi yetu mbalimbali vizuri, safari zinaendelea. Na hilo tunaliombea, tumekuwa tukiliombea na tunaendelea tunaendelea kuliombea hususani tabia ya, ya, ya utulivu uendelee nchi nzima ya Tanzania. Ujumbe wa mkuu wa mkoa tumepokea vizuri, tutautendea kazi. Sisi kama vijana wa kanisa wa Adventista wa Sabato tunaahidi kwa a kuitumia mitandao ya kijamii vizuri, kuposti mambo ambayo yanampendeza Mungu, vitabu mbalimbali vya Injili, mahubiri ambayo yanampendeza Mungu na, tunaendelea na maombi, tunaliombea taifa, tunaombea vijana Amani, yu, amani na wananchi ujumla, kwa sababu amani ndio amani yetu na hatuna nchi.